Naam mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na kitu ambacho tumekutana nacho huku mtandaoni siku ya leo. Kulikuwa kuna hii video ambayo ilikuwa imeenda viral katika baadhi ya peji, ambapo hii video ilikuwa inaonyesha gari la mafuta likiwa limepata ajali na mafuta akiwa namwagika, lakini kama ilivyokuwa kawaida, wananchi wakawa wameshasogea eneo hilo la tukio na kuanza kukinga madumu kwa ajili ya kujisevia mafuta hayo. So sio mafuta ya kula, hii ni petroli ambayo ilikuwa imemwagika. Sasa kitu ambacho kilichokuja kushangaza watu zaidi ni kwamba alionekana pia trafiki, yani huyu ni askari wa barabarani, mwanadada ambaye na yeye pia alikuwa na inaye pia alisogeza dumu kwa ajili ya kuchota mafuta, badala ya kuzuia watu, kutokana na kwamba hii ni moja kati ya vitu vya hatari sana iwapo kama ajali ikitokea alafu watu wakawa wanachota mafuta, waga wako hatarini kwa kuna kuna pasenti kubwa sana ya moto kulipuka na kuteketeza maisha ya watu kama ilivyotokeaga Morogoro miaka kadhaa iliyopita. Kwa hiyo kwa kawaida, kwa protokol, ni kwamba huyo askari itakiwa azuie hili tukio la watu kuchota mafuta, lakini yeye kuonekana akiwa anachochea na yeye pia kuchota mafuta hayo, ilikuwa ni moja kati ya vitu ambavyo havikuwa sahihi. Sasa kutokana na hivyo basi, moja kwa moja hii video imesambaa sana mitandaoni na jeshi la polisi limetoa taarifa limetoa taarifa rasmi kuhusiana kwa na kwamba askari aliyekuwa anaonekana naipya akichota mafuta eh? katika ajali amekamatwa, tayari ameshatiwa mbaroni kwa ajili ya kuchukuliwa hatua zaidi za kisheria kutokana na hicho ambacho amekifanya. Kwa hiyo hii imetokea mkoani Tabora, na hapa kuna peji wamekuja kutoa taarifa kamili, wakiwa wameandika kwamba trafiki mbaroni kushiriki kuchota mafuta katika ajali ya roli huko Tabora. Je, wakaandika kwamba jeshi la polisi mkoa wa Tabora linamshikiria askari wa usalama barabarani yani trafiki wilaya ya Igunga baada ya kuonekana kwenye picha mjongeo yani video akiwa katika, katikati ya wananchi waliokuwa wakichota mafuta katika ajali ya roli la mafuta iliyotokea wilayani humo. Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake, kamanda wa polisi mkoa wa Tabora Richard, ambaye, Richard amb, Ambwao amesema kwamba askari huyo ametaja hapo mpaka namba yake ambaye anafahamika kwa jina la Victoria aliwahi kufika eneo la tukio lakini hakuchukua hatua yoyote kwa watu waliokuwa wakichota mafuta uh, katika ajali hiyo. Badala yake alionekana naye pia kushiriki kutoa dumu kwa ajili, kwa raia ili, a, ili akinge mafuta so, alisikika kamanda akizungumza kwamba askari huyu hajazingatia utaratibu na maadili ya kazi yetu, kwa sababu badala ya kuonya wananchi, yeye pia ameshiriki. Kamanda alisema ajali hiyo imetokea siku ya Machi tarehe 28 mwaka 2025 katika kijiji cha Igunga, katika kijiji cha Igogo kwenye barabara kuu ya Igunga Nzega, wilaya ya Igunga, kutokana na uzembe wa dereva wa lori hilo lililokuwa na shehena ya mafuta ya dizeli Kugonga, kugonga, kugonga kwa nyuma ya lori lingine ambalo ku lilikuwa limebeba mahindi na baadaye kupoteza uelekeo na kugonga lori lingine tena ambalo halikuwa na mzigo wowote. So, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo jeshi la polisi linamshikilia huyo traffic ambaye alionekana katika ajali hiyo. So ukiwa kama mdau, na wewe pia weka maoni yako katika comment section, ndio tukisoma na kureply kila comment na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.